Ah, eh? Sisi hatuui eh, eh. Sisi hatuui sisi starehe yetu watoto wa Mwananyamala, hii ndo starehe zetu ah, hakuna eh. kama anasema lolote dharau. Wanavyoniona mimi naweza kudharauliwa. Sasa sisi ndo kama hivo anasema kwamba wachokonozi eh, wapo. Wanachokoza mimi si chokonolewi Mina eh. Minafanya starehe na enjoy. Sasa. Ah. Anavotaka ndio anavyotaka eh, Ah. Yeah. Kuna kauli wanakwambia muoshwa uoshwa dada hii yeah, ndio michezo yake na sisi tumemchezea mama, asante sasa. Ishu nzima ilianza na vipi? Ah, mimi yeah, ni mfanya biashara nimeuona ugomvi yeah, nimemfundisha kufanya biashara yeah, nimeuza kijola elfu ishirini yeah. Ndio, nimeuza yeah, vijola 150 mpaka maua yameisha nimeongeza, oh yeah. Yeah, kauza vijora ishirini. Kauza selasini, nasikia. Ah, mimi vitu vyake sijui mambo hey. ya vijora yake ila nimemfundisha kuamini mfanya biashara mm-hmm. na hii ni marketing ya biashara. Sudi alikuwa ananiambia unaona wengi hapa hawajavaa mawigi ina maana kule. Mimi mwenyewe ngoma likiwaka na vua mbele yenu. Acha bwana. Mimi soma maisha yetu wao. Nasikia sasa kule mnaogopa kuvuana mawigi kikinuka. Ah ah ah. Sisi soma maisha yetu wao. Sawa sawa. Kichambo hey. kinapelekwa mpaka kwa kitasa. Hapa enyee, tushamchamba. Nimempiga ni tu? Kwenye sale nimempiga, kwenye shughuli nasijapamba. Si mmeona watu tukonechwa pale? Kuna alofanya make-up. Kuna aloeka TV live. E. Si mpi hela mtu mimi wewe. Mama. E. E. Na haya ndo maisha yetu e, watoto wa Mwananyamala, na shughuli tunazifanya tulipozaliwa. Hawa ndo watoto wa mjini, si zetu, Hatutumii losheni uh -uh. Hatujafanya surgery uh -uh. Na haya ndio maisha yetu, mama. Nasikia ndoa imemshinda tofauti Tofa, wewe, pesa za surgery tunazo na hatufanyi, si ndio? Kwa nini kufananisha na kitasa mtoto mdogo, tofauti wewe, uoni hana haiba ya kike. Mama Zudi, tumvalishe, tumvalishe crown yake, malkia mbaya desturi hey. zake malkia malkia wa Mwananyamala, naomba niwaambie wakupe taji lako Naomba niwaambie hey. Kwanza Sudi nitambulishe hey. mimi naitwa hey. Mariam Uswazifudi hey. mama ni malikia wa nguvu 2019. katika biashara halali kabisa ya miguu ya kuku hey. na leo nimeshika imaiki naongea hey. mimi ni mtu ambaye nitamlisha Trump miguu ya kuku hey. mimi ni mfanyabiashara hey. unapocheza hey. kacheze unapochezaga. Unapocheza eh. Kacheza unapochezaga. Ninaposimama Mariamu inasimama Mwananyamala. Asante. Anaposimama Mariamu unasimama uhalisia. Anaposimama Mariamu eh. Ninasimama nimevishwa taji na stahili na yeah. Anaposimama Mariamu eh. Hapa eh. nipo Mwananyamala Ujiji nilipozaliwa. Unajiita mtoto wa mjini, ukifa unazikuwa wapi? Umewekeza kibada shughuli kafanyie kibada kama umewekeza kibaha shughuli kafanyie kibaha kitovu changu kimezikwa mwananyamala shughuli nimefanya mwananyamala na hapa tupo mwananyamala na mimi ni mtoto wa mwananyamala malikia wa nguvu 2019 mimi ndo mtu ambaye nikizikwa barabara ya mwananyamala inafungwa